Hey, mambo vipi? Karibu sana. Leo katika video hii nitakwenda kujibu swali moja zuri sana ambalo watu limekuwa likiwachanganya. Hivi kuna tofauti gani baina ya cyber security na ethical hacking? Ama hivi vitu ni kitu kimoja tu? Kama na wewe umekuwa ukijiuliza swali kama hili, basi nikwambie tutazama video hii hadi mwisho ni kwa ajili yako. Twende moja kwa moja tukafahamu kitu kimoja kwenda kingine na tuone tofauti wao mkubwa uko wapi. Na tuanze na cyber security. Cyber security ni ule ulinzi wa data, lakini sio data tu pekee; kompyuta, mitandao na vifaa vingine vya kidijitali. Hii inamaanisha kuweza kulinda mifumo yetu ya kidijitali dhidi ya wale ambao hawastahiki, virus, hackers, wale wadukuzi ambao wanajaribu kuingia bila ruhusa, kutoka katika kuhendo password, kulinda database, kulinda data za kibenki, kulinda mifumo ya hospitali. Vyote hivyo vinashughulikiwa na cyber security na vingine vingi katika ishu ya security. Sasa ethical hacking ni tofauti kidogo. Ethical hackers ni wale watu ambao wana ujuzi wa hacking, lakini sasa wanafanya kazi kwa ruhusa na wanakuwa wanalenga kuweza kujaribu mifumo ya security ili kuweza kuona basi mapungufu kabla wengine wasiweze kuja kuyatumia na na kuweza kuharibu basi kuiba data na mambo mengine. Ni kama vile kuchunguza, kumwita mfano fundi aangalie, je katika nyumba yako kuna mlango ambao wezi anaweza kutumia, una mazaifu, wakaweza kuingia ndani ya nyumba yako. Fundi ana uwezo wa kutazama ile milango na akaweza kujua mlango upi una upungufu, ila kwa ruhusa yako wewe. Hao ndio ethical hacker, maanake wanaruhusiwa kuweza kudukua, kufanya majaribio katika mifumo na kutoa yale madhaifu na kutoa njia ya kuweza kudhibiti madhaifu hayo. So cyber security ni mpangilio wa kulinda mfumo mzima lakini ethical hacking ni mbinu ya kuweza kujaribu mfumo huo na kuweza kuona kama kuna mapungufu. Kwa maneno mengine unaweza kusema cyber security ni kinga na ethical hacking ni ukaguzi. Mfano rahisi, fikiria kampuni ina ofisi. Sasa cyber security ni kama kuweza kuweka lock katika mlango, kuweka alam na kuhakikisha hakuna mtu ambaye ataingia bila ruhusa. Amba ya ruhusa. Lakini ethical hacker ni yule mtu ambaye anakagua sasa nyumba hiyo, ofisi hiyo, kwa ruhusa, ameruhusiwa kuweza kufanya hivyo, kujaribu kuweza kufungua mlango, kuona je, lock imetengenezwa vizuri na alam iko vizuri. So jibu langu ni kuwa hapana, hivi vitu ni vitu tofauti. Ethical hacking ni sehemu ndogo tu ya cyber security. Lakini cyber security ni kubwa sana na inahusisha kila kitu kuanzia prevention, detection na response. Ethical hacking ni moja tu ya njia ya kuweza kuhakikisha cyber security inafanya kazi vizuri. So, nadhani utakuwa umeona tofauti uliopo baina haya mambo mawili. Kama unahitaji kuwa ethical hacker, kwanza unahitaji basi kuelewa vizuri hii cyber security. Na kama umeweza kulike, kupenda video hii, Hakikisha hauondoki bila ya kulike video hii, kudifollow katika social media account zangu na vile vile kunifuatilia katika channel yangu ya YouTube na vile vile usiondoke bila ya kurepost video hii iwafikie watu wengi sana waweze kupata elimu hii ambayo wewe umeweza kuipata. Mimi na wewe tuonane wakati mwingine katika video nyingine. Na hiyo ndio tofauti kwa urahisi unaweza kuifahamu kati ya cyber security na ethical hacking. Una swali lolote, unahitaji kuongezea chochote kitu katika hiki ambacho tumekiongelea video hii, kuna sehemu ya comment, unaweza ukaandika chochote kile na tukaweza kudiscuss pamoja. Asante sana.